Watu wameuliza pia wako mawakili wa ICC na hasa Tanzania na kule ICC mawakili wanapatikanaje? Ni kwa bahati nzuri eh, ni kweli mawakili wa ICC wapo kila sehemu duniani, wapo kwa Tanzania. Sijui bahati nzuri mbaya, niko peke yangu mawakili wa ICC licha ya kuwawakilisha washtakiwa pia, kule wana nafasi ya kuwawakilisha wahanga. Labda hiyo ni tofauti kubwa kati ya mahakama zetu za ndani na mahakama ya kimataifa. Kule mhanga, kama ni mtu aliathirika, ali, ali, ali alipigwa risasi, amevunjika mguu, kaumia vibaya naye pia anakwenda mahakamani e, kuona anapata haki yake. Na utaratibu wa mahakama ya ICC, mteja lazima au mshtakiwa au mhanga lazima apate wakili lazima, kama hana fedha ya kumlipa Ofisi ya msajili ICC itamlipia wakili huyo.